Nasema hivi, naongea hivi, haijalishi no maisha unaoishi sasa hivi inawezekana ukiangalia kwa macho ya nyama, ni maisha magumu, ni maisha ya kuvunja moyo, ni maisha ya kusemwa na watu vibaya, ni maisha ya kukataliwa, ni maisha ya kusukumizwa, ni maisha ambayo unaiona kabisa, mimi sioni mlango mbele wa kutokea. Nasema hivi, maadamu naye Mungu aliyepasua bahari, oh, akapasua bahari ikawa njia, wana wazelo wakapita, oh, maadamu naye Mungu ambaye atafanya maadamu naye Mungu ambaye ataleta kivuli jangwani atafanya vile vile katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, sema yeye. Hebu mfate rafiki yako, mfate rafiki yako ambao unampenda, mwambie usilie tena, usilie tena, usilie tena. Mfate unayempenda mwambie usilie tena. Ni mlango upi umefunga? Ni mlango upi umefunga? Mungu yeye ana master key, yeye ana master key. Hakuna mlango ambao utastahimili mbele yake, hakuna mlango ambao utabaki umefungwa mbele yake yeah. oh, Paulo anasema ninayaweza mambo yote yeah. katika yeye anitiaye nguvu yeah. Yeye ndiye nguvu zetu yeah. Yeye ndiye nguvu zetu yeah. Yeye ndiye nguvu zetu yeah. Yeye ndiye yeah. yeah. yeah. nguvu ni mambo mangapi katisha tamaa? Nasema yuko Mungu aliyewalisha wana wa Israeli walipokuwa jangwani. Yuko Mungu, wana wa Israeli walikunywa maji. Yuko Mungu aliyepasua mwamba ukatoka maji. Yuko Mungu aliachilia kwale wakatokea, wana zile waka, yuko Mungu, kwa jina la Yesu wanadamu anasema nini? Yeah! Haijalishi historia inajielezeacho, haijalishi hey! Haijalishi hata kama una elimu yeah! Nasema hivi vile vile ulivyo yeah. Mungu anakutaka wewe hivyo yeah, hivyo ulivyo hey! Mungu ana haja na elimu yako ah, hey! Mungu ana haja na unavyoonekana yeah! Mungu ana haja na jinsi unavyojulikana hey! Mungu anakutaka wewe hivyo yeah, hivyo ulivyo awambia wanafunzi wake nendeni mpaka kwenye kile kijiji, mtamkuta punda mwana punda amefungwa kwenye kile kijiji, mumfungue. Watu akiwauliza, semeni Bwana anaaja na punda, Bwana anaaja na mwenye punda, Bwana anaaja na punda, anaaja na mwenye punda, anaaja na hicho na na na kijiji. Bwana anaaja na punda, Bwana anaaja na wewe hivyo ulivyo abadilishe yeah, maisha yako hivyo, hey, hivyo ulivyo hata kama una elimu ama una elimu, bwana anakutaka hivyo hivyo yeah, ulivyo, hata kama unasemwa hata, yeah, kama umetengwa hata, yeah, kama umekataliwa hata, hey, hey, kama unazalilika bwana, hey, anakutaka yeah. kwamba unasuti ama unasuti, anakutaka hivyo hivyo ulivyo ulivyo. Akawambia, mkamfungue nende kwenye kile kijiji mtamkuta mwanapunda amefungwa. Huyu punda makao yake alikuwa kijijini. Punda makao yake hayakuwa mjini. hey. Ndio punda wanavyoishi kijijini. Yo. wanatumika kijijini kubeba mizigo. hey. Ni, ni wanyama waliosahaulika, ni wanyama ambao wameonekana wawezi. Yo. punda makao yake alikuwa kijijini. hey. lakini Mungu akaangalia, hey. akaona, nataka nimtoe punda kijijini hey. ili aweze kuja mjini. Akawatuma wanafunzi akawambia, "Nendeni kwenye kile kijiji hey. t Yeah. Yeah. Kama mwana punda amefungwa, mumfungue. Msisikize watu wanasema nini juu ya punda, mimi nachosema mumfungue. Msisikize historia ya yoyo punda, mimi nasema mumfungue. Msisikize punda yukoje, mimi nasema mumfungue, mumfungue. Mke wewe, mzee mwambie, Mungu anakutaka wewe, hivyo hivyo ulivyo wewe, unajua, hivyo hivyo ulivyo, hivyo hivyo ulivyo, sema ananitaka mimi vivi nilivyo. Haleluya. Alitaka kumbadilishia punda maisha. Chini ni mahali pa chini sana, ni mahali ambapo pako duni kimaisha yeah. ni tabiri nisitabiri, kijijini ni mahali ambapo pako duni kimaisha yeah. Mungu atakumbadilishia punda maisha yeah. Amtoe kijijini, amlete mjini yeah. Oh yeye ni yule ambaye yeah. anaweza kubadilisha maisha ya mtu yeah. Kumtoa chini, kumketisha na wafalme yeah. Kumtoa chini, kumketisha na wakuu yeah. Kumtoa chini, kumpigisha hatua, kumtoa chini kaja Kwenye duka moja yeah. kwenda kwenye maduka mengi yeah. kutoka kwenye biashara hiyo kwenda kwenye mtu mkubwa yeah. <tinyo> yeah. ah, ni maombi yangu mchana wa leo yeah. Bwana kuketisha na wakulu yeah. Bwana akutoa kijijini na akulete yeah. mjini Bwana akutoa kijijini akulete yeah. mjini maisha yeah. ah, yako yabadilike maisha yeah. yako yasiwe kama kawaida yeah. maisha yako yasiwe kama yalivyokuwa yeah. maisha yako yasiwe ya yeah. ya vile tena Sema natoka kijijini hey, natoka kijijini naenda mjini yeah, hey. Ah, sasa umekaa, utatokaje kijijini ukiwa umekaa? Hey. Hii ni madhabahu ya kinabii, kile unalofanya tunafanya kinabii. Sema natoka kijijini yeah, naenda mjini. Sema tena natoka kijijini naenda mjini kwa jina la Yesu, iwe sawa sawa na imani yako, nasema iwe sawa sawa na imani yako Amen.